Horohoro anakuja zake, nikaondoka pale asubuhi, nikampata na driver ambao alimchukua na na gari ndogo um, maeneo ya ya ah huko Lunga Lunga, nilipompata e, pale Boni alikuwa hata kwenda hawezi, tukamshika watu wawili, nani driver pamoja na huyo, akamshika kwenda hawezi, maanake sema ipigwa huku chini kwenye nyayo, akaweza hata kugusa lakini sasa swala tunayo tunataka kusema kwamba haya mambo ya haki ya human rights, human rights is universal. hakuna human rights ya Kenya au human rights ya Tanzania, na torture is against the law. Na jambo jingine, Tanzania bado hawajasema wamefanya dhambi gani hata kushikwa kuekwa ndani na kupigwa na kukaa siku tatu mefungwa niniyo uso na pingu, anakwenda choni hivyo hivyo kula hawezi kwa sababu akinachoni maskari wanaosimamia pale. Hii si haki, na sisi twalaumu serikali ya Kenya. Na ingekuwa si serikali ya Kenya, boni yasingefika haya, hata kina wili mtunga marakarua kushuka pale yaoto wakarudishwa. Hii habari ilitoka hapa hapa na twamlaumu Mudavadi. Ee, apita akisema, twasikia asema boni amejificha, yuko Mombasa. Maanake sasa wamefundishwa urongo na Ruto kila mmoja sasa. Amekuwa mrongo sasa, hata haya hawana, wanasema urongo dhahiri kabisa. Kwa hivyo sisi tunasema lazima haki za watu zitunzwe, hakuna mambo huyu ni activist huyu ni nani. No. we are talking about rights and rights must be respected. Rights are universal. We all these countries are members of the United Nations. It must be abide by the law, by the rule of law. Asante.

is complicit in this particular matter do not do anything if Mudavadi does not do anything we will invoke the international community uh, to make sure that action is taken because he knows those officers and they can be identified. Anikia mwenzetu katika Okay. mikono ya mama Samia Suluhu na tunachoona ni kwamba wamefanya haya wakijua fika kwamba ni kama ambaye hakuna kitu kitawafanyikia, lakini kama wanaharakati walivyoongea mwenzangu, tumeungana mikono pamoja na Kenya Human Rights Commission na mawakili, Kenya National Human Rights Commission na mawakili, ili kuhakikisha hii ni kesi imefuatilizwa kwa kisheria na vile vile pia kuweza kupata haki ya mwenzetu.